Moto wameweza kuwahi na kule ambako ni mamlaka ya maji Morogoro Moruwasa, maji yote sasa wameelekeza huko nguvu yote, kwa hiyo kuna maji ya kutosha, na kazi kama mnavyoona inaendelea vizuri. Ambacho tumekubaliana, Jeshi la Polisi wahakikishe kwamba hakuna watu wovu wanaweza kuchukua, na tunashukuru magari yetu kule yakishajaza wa maji wafanye fire breaking kwa kuongeza nguvu ya maji, sababu naona kiwanda bado kinateketea kwa moto. Chanzo cha moto kwa kweli bado hatujajua ni nini